Washtakiwa hao wamefikishwa mbele ya hakimu mkazi Thomas Simba na kusomewa mashtaka hayo na mwendesha mashtaka wa serikali Paul Kaduchi. Kaduchi aliambia mahakama kuwa washtakiwa hao wanakabiliwa na makosa manne ambapo kwa nyakati na sehemu tofauti katika mikoa ya Dar es Salaam, Morogoro, Iringa, Tanga na Mtwara wakiwa na mtu mwingine ambaye hayupo mahakamani hapo walikutwa na pembe za ndovu Mali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika shtaka la kwanza, ya mwendesha mashtaka huyo alisema kati ya Januari 2014 na, na Oktoba 2016 washtakiwa hao walikutwa na pembe za ndovu 50 zenye thamani ya shilingi milioni 392 laki nane na mia sita na, na kuongeza kuwa katika shtaka la pili, Oktoba 26 mwaka huu huko Mbagala za kem jijini Dar es Salaam walikutwa na pembe za ndovu zenye uzito wa kilogramu 13.85 zenye thamani ya shilingi milioni 65,469,600. Mahakama ikaendelea kuambiwa kuwa shtaka la tatu Oktoba 27 mwaka huu huko Tabata Kisukuru washtaki wao walikutwa na kilo 11.1 zenye thamani ya shilingi milioni 32,734,600 na mia nane. Na katika shtaka la mwisho mahakama imeambiwa kuwa Oktoba 29 mwaka huu, huko Tabata Kisukulu Ilala jijini Dar es Salaam, washtakiwa hao walikutwa na vipande 36 vya ndovu venye thamani ya shilingi milioni 294 laki 6 na 13 na 200. Hata hivyo washtakiwa hao wakutakiwa kujibu chochote kutokana na mahakama hiyo kutokuwa na uwezo wa kisheria kusikiliza mashauri hayo, na hivyo kesi hiyo itatajwa tena Desemba moja mwaka huu. Ni katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu hapa jijini Dar es Salaam, ambapo washtakiwa hao wamefikishwa wa wakikabiliwa na makosa manne yote ya uhujumu wa uchumi. Nikiripoti kutoka Kisutu jijini Dar es Salaam, meme ni Godfrey Monyo.